naitwa mtitu maarufu unazungumzaje hicho ambacho kimetokea katika mkutano huo, amekivuruga mwenyekiti mwenyekiti wa, mwenyekiti wa kikao baada ya kusoma mwanasheria taarifa zetu za mabadiliko ilitakiwa sisi tuulizwe kama wanachama wanachama vipengele ambavyo vimezungumzwa kwa mfano kwenye swala la kampuni kampuni mbili zinafutwa inabaki kampuni moja je mnasemaje melikubali sisi tumpe go ahead lakini, yeye baada ya kusoma yule mwanasheria anasema njoo njoni, tuombe dua, kikao kimekwisha. maana yake nini? Alafu la pili pale mwanasheria amesema kwamba katika mabadiliko ambayo wanayo wamesema kwamba kiongozi eh, mwenyekiti awe, awe mwenyekiti wa vikao vyote sawa. Je, awe mwenyekiti wa vikao vipi, vya klabu yaani vya wanachama au vikao vya bodi mustakabali wa hili mzee wangu, ni nini hasa kitu ambacho mwenyekiti amevuruga? Hatujapitisha sisi hii, hatujapitisha. Mwenyekiti hakutuuliza wanachama kuhusu zile ajenda zilizosomwa na mwanasheria katika hayo mabadiliko, hatujapitisha. Hata baraza waelewe hivyo, hatujapitisha. Aujawahi kuonekana mkutano mbovu. Mimi nina miaka karibu kumi katika Simba, miaka ishirini na tano hasa na miaka ta, lakini mkutano mbovu kama huu hakuna. Mustakabali wa hili ni nini hasa? maana yake tunaomba serikali tusaidie, ndani ya klabu ya Simba imeingia wauni, kwa sababu watu wametulia. Walikuwa katiba watuletee sisi tuipitishe, tulikuwa tuko lazi kupitisha katiba yetu, mchakato uende kwa haraka. Maana yake inaonekana viongozi wa Simba huu mchakato hawautaki, utakuja kuwaumiza. Unaelewa, sisi tumekubali mwenyekiti wa wanachama mwenye awe mwenyekiti wa bodi. Maana yake Mangungu mdawake sunaisha na tushamwambia mwaka azichukue pomu tena sawa hatugombani maana yake, tungepata mwenyekiti mwenye wa bodi bora wa kukaa pale tulomchagua sisi wanachama, akaiongoza. Sisi tunataka maendeleo mbele, lakini huu tumeletewa sisi wanachama wa Simba kama watu tumekuja kupata ubwabwa. Watu kuna kazi zetu. Unalipi la kushauri ama Simba nina... serikali isaidie, na nchi inataka amani. Sawa, naomba serikali ifanye kwa haraka, isaidie. Mbona hali mbaya itakuja katika mpira wetu. Kwa kweli nachokizungumza, sijawahi kuhudhuria mkutano wa Simba kwa mli wangu huu, huko nilikotokea mkutano ulioendeshwa, mimi nasema umeendeshwa kwa kihuni. hapa hapo, ukimuuliza mwana mwanasimba yoyote waliyefika hapa leo, hawezi kukuambia kwamba mkutano huu hapa tumepitisha jambo fulani fulanituflani. Sisi tulikuwa tumejitolea leo, tumeacha shughuli zetu leo Jumapili pengine zingine za kijamii kuja kwenye mkutano kuja kuweka Simba yetu, lakini hapa mpaka sasa hivi unaweza kusema hatujajua mstakabali wa mchakato wa nani wa mabadiliko wala hatujajua, yani kwa kifupi hata tulichokuja hapa sio, hapa hatujajua kitu gani, hata kitu kimoja hatujapitisha. Yani mkutano baada sisi tukae tujadili tuseme sasa hapa kipengele hiki kiondolewe, kipengele hiki kiwekwe, huyu afanyaje? Mkutano umefungwa yani kihuni kihuni tu, inachukuliwa kihuni yani Bwana Mangungu. Yaani Mangungu anaifanya timu kama vile ya kwake kutoka na nyumbani kwake. Hii ni timu ya wanachama, hii ni mali ya wanachama, wanachama. Unafikiri haa, sababu hasa mpaka tunafikia huku hasa ni nini kufikia huku kitu gani? Watu wa Tanzania hasa Wanasimba wanasubiri kauli eh, baada ya watu kukinzana katika mkutano wa leo. Hiyo ndo Simba, hiyo ndo Simba yeah. ndo manake ndo ni... asanteni sana manake ni sema si ndo Simba. Asanteni sana, maana ni kubwa sana kuliko klabu nyingine, klabu ya tano kwa ubora barani Afrika. Asante maana yake yeah. asante wale wanachama ambao wanazungumzia kama hatua hii iliyofanyika leo ni kama kuhujumiliana hivi, we unazungumzaje kauli hii kwa wasemaji? Focus yetu hivi sasa ni mechi yetu. Yani e, kwa kweli kuhusu mkutano hata tukifanya interview mpaka kesho mida kama hii bado nitakwambia tunaelekeza nguvu zetu kwenye mechi ni mkutano wa kawaida wa mwaka yes, ambao ume, umefuata eh, taratibu zote na ajenda zote ainishwa zimejadiliwa, na mkutano umemalizika salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, na sasa maisha mengine ya Simba yanaendelea wanaonyesha kwa kwamba hawajaridhika wakiamini kwamba hawajapewa kwa kwa kwa nafasi ya kupitisha yale ambayo yamefikishwa, hiileona mimi ichakuwaambia mimi nichakuwaambia kwa sasa uh, tuwekeze nguvu timu yetu ipate ushindi hi leo dhidi ya Stade Malien.